majina yangu naitwa Saia Daudi Limo, ni mfugaji wa kuku lakini pia ni mjasiriamali mtengenezaji wa vyakula vya kuku, lakini pia ni mzalishaji wa vifaranga. na fanya shughuli hizi Babati kwani Manyara. ni mwanachama wa TCCIA, chemba ya wafanyabiashara kwenye viwanda na wakulima, lakini pia ni mwanachama wa TCCIA sakos Uh, tunafuga kuku wa mayai kama hawa hapa, tumetumia local cages kwa sababu sio wote wenye wenye uwezo wa kuanza tu na zile wenye mtaji mkubwa na nini, lakini tunajaribu kuonyesha kwa kwamba hata uh, ukiwa tu na wazo, ukiwa unapenda unaweza ukaanza uka kufuga kuku, sio lazima uwe na mtaji mkubwa sana ndio uweze kufuga kuku. Kama hapa tuna kuku mia tatu wa wa mayai na tunapata mayai kwa ajili ya kibiashara. Masoko yetu ni hapa hapa Babati, kwenye mahoteli, watu ya wa majumbani na madukani, masokoni. Kuku hawa tuliwachukua wakiwa vifaranga, na walikuwa vifaranga wa siku moja, tuliwatunza mpaka walipofikia miezi mitano, walikaanza kudondosha mayai. Kuku akiwa mdogo unaanza kumulisha stata. Baada ya stata wanakula goa, watakula goa mpaka watakapoanza kudondosha yai moja. Wakianza kudondosha mayai ndo tunawabadilishia, tunawapa layers. Kama sasa tunawapa layers kwa sababu wameshaanza kutaga. Layers mash ni chakula cha kuku wa mayai hapa tunazalisha vifaranga ha. hii ni mashine inaitwa ya kutotoleshea vifaranga inaitwa kubenta. Hii ina uwezo wa kubeba mayai mia nane themanini kwa mara moja. Tunaweka mayai mayai yanakaa kwenye mashine siku ishirini na moja siku ya kwanza, siku ya kumi na nane vifaranga wanaanza kutoka mpaka siku ya ishirini na moja wanakuwa wamekamilika kutoka na ma, mashine ni kama hivi. Mashine hii ni automatic inageuza mayai yenyewe. Hapa ijajaa sababu ya uchache wa mayai, lakini inafanya kazi vizuri, inaangulisha vifaranga kwa asilimia tisini, mayai yawe tu mazuri limbali, mayai yawe yawe na mbegu, yawe na majogoo kama tunavyo Tunaona pale nje kuku wale wenye majogondo wanaozalisha mayai tunayaeka kwenye mashine na vifaranga zinapatikana. Tupigie kwa sifuri saba nane mbili sabini na mbili tisini na nne tisini na tatu na basi, hapa ndo dukani ambapo tuna displei tunakouzia mazao yetu, ambayo ndo kama hivi mayai haya, mayai ambayo tayari tunafanyia packaging kama yanavyoonekana. Na pamoja na na mayai, tunauza vitu vingine virutubishi kwa ajili ya kuchanganya kwenye vyakula vya kuku, lakini vitamini za kuwapa kuku ili waweze kutaga vizuri, kama zinavyoonekana hayo ni madini mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuwapa kuku ili waweze kutaga vizuri pia. Uh, tunakile chakula cha kuku cha layers, kuku wa mayai ambacho tunakitengeneza sisi wenyewe, tunakufanyia packaging kama kinavyoonekana na uh, ni maalum kwa ajili ya kuku wa mayai. Karibuni sana.